Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, popote pale utakapomwona imam na shekhe wa msikiti wa kisuni amefuga ndevu kubwa, ana kanzu maridadi, siyo mtu wa kumwamini hata sekunde moja, kwa sababu katika vitabu vyao anaweza kawa katika sura ile na ha hali ya kuwa anamwasi Mwenyezi Mungu na kubwa zaidi waumini wamelazimishwa kumtii katika hali ile. Twende kuona mambo ambayo yako bracket yako waraa sitar. Kitabu majmua fatawa cha Ashekh Saleh al Uthaimini anasemaje katika fatwa, ni kitabu cha fatwa za Kisuni, katika safha ya 657 anasema hivi: fa ahlu sunnati hasa hapa ni ahlusunna, ahlu sunna wote, fayarauna iqamata alhaji ma'a al-amir, wanaona kusimamisha ibada ya haji pamoja na kiongozi wa, in kana min afsaqi ibadillah, hata kama huyo kiongozi ni katika afsa ibadillah ni fasiki zaidi katika waja wa Mwenyezi Mungu. Sasa unaona wazi nilotumia hapa afsaq, sio fasiki, sio mtu kuwa fasiki, ni afsaq, ni mfasiki zaidi. Okay, tende chini hapo, fahum yarauna iqamat alhajj. Hao ahlu sunna wote, ahlu sunna wanaona kuwezekana kwa kusimamisha haji maal umara, pamoja na viongozi ambao wain kanuu fusaqan, hata kama wakiwa ni fusaqan. Hapa imekuwa ni fusaq, ni mafasiki zaidi. Unaona, unaona hizi wazi ninazo tumia hapa, afsak, fusaq, sio tu mtu kwa fasik, ni fasik zaidi, kabobea katika ufasiki hasa kubwa zaidi. Hata wain kanu yashrabuna al-khamra fi lhaji hata kama hao viongozi wao maamili wao wanakunywa pombe katika haji, katika ibada ya haji. Yani fikiria jambo kubwa kama hili likoje, mtu anafikia hatua ya kunywa pombe haji. Lakini haina shida, ni lazima mtu kumtii huyu kiongozi, ni wajib. Anasema hivi la yaquluna hadha imamun fajirun, hawatosema kwamba huyu ni imam ambaye ni fajiru, ambaye ni anafanya matendo mabaya. La naqbal imamatahu, kwamba hatutokubali uimamu wake, la huyu bado ni imamu. Sasa unaweza ukatizama kwamba ni hali gani ambayo ipo katika usuni, ni hali ya kufanywa waumini wao ni kama mbuzi ni kama kondoo. Sasa unakuja kumtii mtu ambaye nifasek, ni fasik ni mwasi mkubwa, bali kiongozi ambaye anaweza kunywa pombe wakati akiwa haji. Ni mtihani mkubwa sana. Sasa sijui wanawaonaje eh, ndugu zao ambao eh, ni masuni ni wafuasi wao waumini wao. Haya ni matusi ni mtu kumfanya ni hayawan ni mnyama. Sasa twende katika ukurasa wa 659, anasema hivi falamiru idha kana yashrabu lkhamra mathalan, akarudia uleule ule mfano wa, wa pombe. Sasa amiri atakapokunywa atakapokuwa anakunywa pombe kwa mfano mathalan, wa yadhlimu nnasa biamwalihim na, na wadhulumu watu mali zao, nusalli khalfahu ljumua, tutasali nyuma yake ijumaa, ibada ya Ijumaa. Watasuhu sala, na sala itasihi hasa, sijui ni sala ya nani, sala ya Mungu au ni sala ya huyo imam mwenyewe? Kama ni sala ya Mungu aia mna hata ina ahla lsunati waljamaa kubwa zaidi ni kwamba ahlu sunna wal waaljamaa yarauna sihata al jumaa, wanaona kusihi kwa ibada ya ijumaa khalfa al amiri mubtadi al, nyuma ya amiri ambaye anatoa bidaa, mwenye bidaa, amiri mwenye bidaa, kiongozi mwenye bidaa. Sasa simtihani huu, unaona, unaweza kasali nyuma ya amiri anayekunywa pombe anaeye wadhulumu watu, anaye amiri ambaye ni mfanya bidaa almubtadi alamiru mubtadi, amiri mwenye bidaa. Si mtihani huu? Mtihani, anakunywa pombe, anawadhulumu watu, unasali nyuma yake, haina shida. Yani amiri, anakunywa pombe, amiri anawadhulumu watu, alafu ukisali nyuma yake anafanyaje? Sala inasihi, haina shida sala haina shida kabisa. Hivi hawa jamaa, kuna kitu tutaweza kuamini? Huwezi kumwamini mtu kama huyu. Wao hawa ndio wanasema kwamba kwamba eh, kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Hizo ni zita, kullu kullu kullu, kila bida ni upotevu na kila upotevu inakupeleka motoni. Kama tuone riwaya hizi katika kitabu hichi cha al-Fathur Rabbani litartibi musnad al-Imam Ahmad katika kitabu hichi riwaya ambayo ni mashuhuri sana inasema hivi, imeweka alama, naweza kaona katika safha ya 296 anasema: wa kullu bid'atin dalala. Hizi kul, kul hizi kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu hapo chini wa kullu dhalalatin finar, na kila dhalala ni finar. Sasa kama unaweza kusali nyuma ya imam ambaye ni mubtada amiri ambaye ni mubtadi, maanake unasali nyuma ya amiri ambaye amepotea. Na kama unasali nyuma ya amiri ambaye amepotea, maanake umesali nyuma ya amiri ambaye anakupeleka motoni. Ndio maana yake maneno haya wazi kabisa katika vitabu vya kisuni katika hadithi kabisa wazi. Okay, tuendelee katika kitabu cha Majmuu Fatawa cha Sheikh Saleh al-Uthaimin pale tulipoishia. Anasema hapo chini fanaqul lianahum aimmatuna, kwa sababu hao ni mimam zetu, hao watu wanaokunywa pombe, wanaudhulumu watu eh? hao watu ambao ni maamiri ambao ni mubtadi'in, maumaraa ambao ni mubtadi'in, wana bid'a hao ni maimam zetu, hao ndio maimam zetu, ndio sifa za maimam zetu, kisa ni maimam zetu. Na hii utaona eh, katika hadithi ambayo ni maarufu sana eh, kwamba man mata walam yarif imama zamanihi mata mitatan jahiliya, mtu ambaye atakufa akiwa hajamfahamu imamu wa zama zake, basi amekufa kifo cha kijahili, kifo cha kikafiri Usobu, na kwa sababu ujahili maanake ni ukafiri, kwa zama za jahilia maanake ukafiri. Sasa utaona katika kitabu cha Sahih Muslim hadithi inasema hivi waman mata walaisa fi unuqihi beia, na yeyote atakaye kufa na hali hana bai'a hapa nakusudia bai'a ya imam mata mitatan Ma jahiliya atakufa kifo cha kijahili katika riwaya e, hii ambayo nambari yake ni hapo juu inavyoonekana kwa hiyo, kila mtu atakaye kufa akiwa ya kwamba hana bai'a ya imam basi atakufa kifo cha kijahili na kifo cha kijahili maana yake kifo cha kimakafiri. Sasa unakufanya kifo cha kijahilia wakati imamu wako wewe mwenyewe ndo huyu hapa anakunywa pombe. Imamu mwenyewe ni mubtede, imamu mwenyewe anadhulumu watu. Si mtihani huu? Tukiwaambia mashekhe wa kisuni ni mashekhe ambao ni mafasik, ni mashekhe na maimamu ambayo ni mafasik, hawamchi Mungu, hawamwogopi Mungu kwa lolote, wanaweza kuzini wanaweza hata kumzini mama yao wakati na haka kukawa ha, ha, ha, hakuna hadi za kisheria kama anavyosema Abu Hanifa tulivyoona huko nyuma. Sasa twende katika Qur'an, Qur'ani tukufu inasemaje kuhusu hawa maimam? Qur'ani imewaweka maimam katika mafungu makuu mawili. Fungu la kwanza katika suratul Qasas, kama unavyoona aya 41, anasema hivi wa jaalnahum aimmatan yaduuna ila annar wa yawma alqiyamati la yunsarun, tumewafanya maimamu ambao wanalingania motoni. Kazi yao ni ya kuwalingania watu na kuwa kuwaburuta watu kuwapeleka motoni, ndio kazi yao. Unaweza unaweza kaona hii ndio sifa yaduun, kwa sababu kilugha tunasema tunasema hivi aljumalu baada nakirat sifati. Hii ni sifa yaduuna, ni, ni jumla na jumla baada ya nakra, aima ni, ni jina ambalo ni nakra, ni isimu ambayo ni nakra, kwa aljumla baada nakra sifat, kwa inakuwa ni sifa, ni sifa ya aima. Kazi yao hawa, sifa yao ni kwamba wanawalingania watu kuwapeleka motoni, na kule tulisema maimamu wa kisuni ni maimamu ambao ni mubtadiin, ni wana bid'a wa kullu bid'atin dalala, kida bid'a ni upotevu, hivyo maimamu wa kisuni wamepotea, wa kullu dalalatin fi nar na kila dhalala, kila upotevu ni motoni, na aya imekuja kasema hivi, hawa maimamu ni maimamu wa motoni. Qur'ani katuelekeza kabisa, ikawaweka maimamu wa kisuni ni, imamu, ni maimamu ambao kundi lao ni kundi la kwanza la hao watu ambao ni kundi la kuwapeleka watu motoni. Kwa maimamu wa kisuni na mashehe wa kisuni ni mashehe ambao kazi yao ni, wakubu, ni wakuburuta watu na kuwapeleka motoni. Kuweni makini jamani, Qurani iko wazi kabisa, haina chenga. Twende kundi la pili la maimamu. Sasa ni kundi tofauti. Kundi la pili katika Suratul Anbiya aya ya 83 inasema hivi, wajaalnahum aimmatan yahduna biamrina, tumewafanya ni maimamu ambao yahduna, wanaongoza wana hidaya bi amrina kupitia amri zetu, amri zetu. wa auhaina ilayhim fila khairati wa iqama as-salat wa ita' az-zakat wa kanu lana abidin, hawa wa, wa, walikuwa ni wenye kutuabudu sisi. Wanamwabudu Mwenyezi Mungu pekee, kazi yao ni Mungu tu wanamwabudu Mungu peke yake. yahduna biamrina, wanaongoza kwa hawa, tunaweta aimatu lhuda wa ni maimamu wa uongofu. Huwezi kuwa ni imamu muongofu ukiwa wewe unakunywa pombe, ukiwa wewe ni imamu unewadhulumu watu, ukiwa wewe ni imamu ambaye una bid'a, haiwezekani. Wewe huwezi kuwa ni aimatu lhuda, wewe ni aimatun nar, aimatu yaduna ila nar kama ilivyosema kundi la kwanza katika Suratul Qasas. Okay, tutizame hao maimamu wanaokunywa pombe, kwa mujibu wa Qur'ani inatupa ufafanuzi gani? Hapa tuna aya tatu: Suratul Baqara ya 219 na Suratul Maida aya 90 na pia Suratul Maida aya 61. Katika aya ya kwanza anasema hivi yasalunaka an khamr al mekwekia alama kabisa unaweza kaona, alhamru walmaisir qul fihima ithmun kabir. Nukta ya kwanza kabisa, kuna madhambi makubwa kwa maimamu wa kisuni, kwa sababu wanakunywa pombe, basi kuna madhambi makubwa. Nukta ya kwanza ya Qurani. Nukta ya pili ya ayuha ladhina amanu inama alhamru waalmaisiru walansabu walazlam rijsun. Nukta ya pili ni rijsun, uchafu. Maimamu wa kisuni ni wachafu. Nukta ya tatu anasema min amali shaitan, amalu shaitani ni matendo ya kishetani kwa maimamu wa kisuni, hawawezi kukwepeka kabisa na, na nini na shetani, ni matendo ya kishetani wazi kabisa, kama mmoja katika maimamu wao aliwahi kusema akasema, inna li shaytana ni ya aterini, mimi na shaytani huwa ananidhihirikia, fa idha atani fajtanibuni. Huyo ni moja katika viongozi wao aliweka wazi kabisa. Kwa hiyo, kwa sababu huyu monkebir, ana ithmun kabir, ana rijs, ana uchafu na ana amalu shaitani. Hayo maneno utayapata katika vitabu vya kihistoria kama tarikhu Tabari. Nani aliyasema? Siwezi kumtaja mtamtizama huko. Alisema wazi inna li shaitana ni yaatirini, nina shaitani ananidhihirikia. Qurani ishaweka wazi haya mambo. Maimamu wa kisuni wakoje? Aya Suratul Maida inasema hivi katika aya 61 inna ma yuridu shaitani, naona shaitani Shaitani. Mara pili natajwa shetani, anyuqi bainakum al adawata wal baghdha fil khamri. Unaona hapo ashaitan fil khamri, yani shetani hakuepeki, hakuepeki kabisa katika nini khamru. Shetani na khamru vina mahusiano makubwa sana. Hiyo ni nukta ilikuwa, bado tuko kwenye nukta ya ya tatu. Nukta ya nne inatajwa hapa wayasuddakum na dhikrillahi. Huyo imam lazima akiwa anakunywa pombe ata, atazuiwa na dhikiri ya Mwenyezi Mungu, atakuwa mbali na dhikiri ya Mwenyezi Mungu, atafungiwa mlango wa dhikiri ya Mungu, hata huweza kumtaja huyu mtu Mungu hata siku moja. Hii ni nukta ya nne. Nukta ya kwanza ithmun kabir, madhari makubwa. Nukta ya pili rijis, uchafu. Nukta ya nukta ya tatu amalu shaitani matendo ya kishetani. Nukta ya nne mahusiano mengine ni kwamba utakuwa umefungiwa na dhikiri ya Mwenyezi Mungu wa ani salati. Nukta ya tano utakuwa mtu huyu atakuwa e, hayuko mbali na sala kabisa, wayasudakum an dhikri llahi wa ani salati, na sala. Hawa watu kiukweli, hata kama ni maimamu hawana sala, hamna kitu pale utakuache x ni imamu ambaye ni fajir ambaye ni afsaka ibadillah wa inkanu fusaqan wa inkanu yashrabuna alkhamra fi lhaji, hata kama anakunywa pombe katika ibada ya haji eti hawa ni imamu. Qur'an imewasifu inavotosha kabisa. Na alhamdulillah baadhi yao kama tulivyoona waliwe kujiita kabisa kwamba tuna mashetani sisi, ni kitu cha kawaida kwa masuni. Sasa twende katika alwaqi alkhariji wa kisuni, uhalisia wa nje wa kisuni unasemaje? Utaona maamiri wa kisaudia, maamiri wa kisuni wa leo wanakunywa pombe, bali sio tu wanakunywa, wanajuzisha kunywa pombe katika eh, miji ambayo aliishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao leo wameitawala miji ile. Sikiliza maelekezo ya amiri wa saudia aki

Katika Saudia, katika miji ile ambayo ilikuwa ni mitukufu sasa hivi wanainajisisha, inajuzu na ni lazima alimtithal, wa yajibu alimtithal li awamiri wali al-amri. Ni lazima kumtathil, kutekeleza maamrisho hayo ya kwamba la utoe pombe kwamba inajuzu kutoa pombe, usikataze kwamba haifai, la, inafaa kutoa pombe katika Saudia, katika maeneo fulani na fulani, unatoa pombe, ni jais, lazima utekeleze maamrisho ya amiri wako, wali, waliul amri, lazima utekeleze hilo. Ni mtihani mkubwa sana. waja'alnahum aimmatan yadu